Nimepata nafasi ya kutembea kata kwa kata. Katika matembezi yangu ya nyumba kwa nyumba, nimekutana na kila aina ya makundi na ndugu zetu walioko katika kata zetu. Wao walichonambia na wamenithibitishia kwamba wanaisubiri kwa hamu tarehe ishirini na tisa wiki ijayo, waende wakakupe kura nyingi sana za kishindo. Wameniahidi hivyo kwa sababu wanasema wanakuamini, wanakuelewa, wanathamini utu wako na jinsi unavyogusa maisha yao, wanakutegemea na wanajua kabisa kwamba chini ya uongozi wako Kinondoni tunayoitaka imeanza kutimia. Samia oye! Ndugu zangu, nataka niseme yafuatayo kwamba ndani ya jimbo la Kinondoni hili, mheshimiwa, wakati ukiwa kiongozi, kuna mambo makubwa waliowafanyia ndugu hawa, na ndio maana wanasisitiza, wanataka hata kesho waende wakakupigie kura katika Kinondoni hii. Jimbo hili, asilimia sitini na tano mpaka sabini ya maeneo yetu ni maeneo ambayo yanapitiwa na mito wakati ukiingia madarakani, kuna mto unaitwa mto Ng'ombe. Mto huu ulikuwa unatesa watu wa Magomeni, watu wa Tandale, watu wa Ndugumbi na watu wa Hananasifu, lakini ulikuwa umekwama, mkandarasi hajalipwa fedha, watu hawajalipwa fidia. Mheshimiwa mgombea wetu, kwa nafasi yako ya uraisi, ulihakikisha kazi ile inafanyika, na sasa hivi mvua katika maeneo hayo hata inyeshe inyeshe inyeshe, ndugu zetu hawa wanalala buheri wa burudani. Sisi moe. Kuna maeneo mengine ndugu zetu wa Kigogo, Mzimuni, Magomeni na Ananasifu tena wanateswa na mto, bonde la mto Msimbazi. Kwa mara ya kwanza chini ya uongozi wako jumla ya shilingi trilioni moja nukta tatu zimetolewa kwa ajili ya kwenda kuondoa tatizo lile. Hivi tunavyozungumza watu wameshalipwa fidia. Madaraja ya kisasa yanajengwa kuondoa mafuriko. Nani kama Samia? Nataka niseme kwamba ujenzi wa daraja maarufu la pale Magomeni tunaita daraja la Jangwani linakwenda kubadilisha hali ya Jangwani na hali ya Mzimuni, kunakwenda kutengenezwa CBD nyengine Tunakwenda kuzifanya kata hizi kuwa ni kata za biashara na kufungua fursa kwa ajili ya watu wetu. Nani kama Samia? Na najua chini ya ilani mpya inayokuja, Kinondoni inakwenda kuwa ya kupendeza kama Ulaya zaidi, kwa sababu tutakwenda kuwa na flyover zitatu. Flyover Magomeni hapo imekaje? Flyover Mwenge hapo imekaaje? Mko vizuri na pale kwenye makutano ya Morocco ni flyover nyingine. Kinondoni inakwenda kubadilika zaidi, na hasa ukilinganisha ukweli kuwa barabara za mwendo kasi zinakwenda kumalizika. Kinondoni itakuwa ile tunayoitaka. Kura zote kwa Samia kwenye elimu hapo, sitaki ni, ni, ni jisifu sana kwa sababu Rais umetuletea hata shule za English medium miaka ya nyuma, tunakwenda watoto wetu tunawapeleka Upanga. Leo hivi watoto wetu wa Kigogo, Magomeni, Mzimuni, yani wewe useme ni wapi mtoto wako anakwenda kusoma English medium. CCM oye! Lakini tangu jimbo hile limeanzishwa, haijawahi kuwa na high school sasa hivi tunayo form 5 na form 6 na iko pale imeshachukua wanafunzi. Kwenye afya nataka niseme jambo moja. Kata tulionayo ni moja ya kata ambayo ilikuwa imesahauliwa. Mkombozi ni Samia Suluhu Hassan. Ukweli kata hii barabara ya lami ukiambiwa uitafute zilikuwa barabara mbili, lakini hapa pamefanyika miradi zaidi ya sita ya ujenzi wa barabara, na tunavyozungumza barabara nyuma pale ya Airtel inajengwa Kinondoni. Tunataka nini tena? CCM oye! Vituo vya afya vya kisasa, watu wanatoka mbali kuja kutibiwa Kinondoni. Asante sana, asante sana mgombea uraisi kwa sababu umetusaidia mheshimiwa. Masoko Kinondoni, tuna masoko ambayo kwa siku moja yanaingiza zaidi ya watu elfu tatu kutoka nje ya jimbo letu kuja kuhemea kwetu hiyo yote ni kazi yako, kiasi kwamba fursa za ufanyaji biashara kukuza kipato cha wananchi wetu imekuwa ni kubwa sana. Sasa hapa, kwa kuwa nilisema jimbo langu linapitiwa na mito na mabonde, asilimia sitini na tano mpaka sabini kunakuwa na squatters, na hili na jambo nilizungumza bungeni, naomba ulichukue kwamba nyumba zile ambazo hazijapimwa ambazo sasa maeneo hatarishi yameondoka baada ya ujenzi wa mito hii, nyumba zile ziwe regularized, kwa maana zipimwe na wapate hati ili waweze kujiendeleza vizuri wananchi wetu, waondokane na umaskini. Kadhalika, na kuomba utupe msukumo mkubwa sana kwenda kwenye, kwenye uh, bwawa la Kidunda dawa la Kidunda litakuwa ni mkombozi kwa uhaba na wa maji hasa wakati kama huu wa jua kali, na kuomba upeleke fedha nyingi kule ili, e, ili nini wanaita bwawa liwezi likamalizika kwa wakati. Mheshimiwa, kwa uhaba wa nafasi nimalizie kusema kwamba wananchi wa Kinondoni wana hamu kubwa ya kuisubiri tarehe ishirini na tisa Wanajua tarehe ishirini na tisa hawa watatoka bila uoga. Hakuna uoga Kinondoni, watu wasituuzie uoga Kinondoni. Tutoke twende tukampigie kura Daktari Samia Suluhu Hassan. Mikono juu, mikono juu, na msiache kumpigia mbunge wenu Tarimba Abasi na wadiwani wote wa jimbo la Kinondoni. Asanteni sana, shukurani sana kwa kunisikiliza. Salama oye!